Mimi naitwa George Siasenga ni, ni afisa maendeleo nasimamia dawati la naratibu dawati la uwezeshaji wananchi kiuchumi, lakini kwa mradi wa leo mimi ni mratibu wa mradi ambao halmashauri ya jiji la Dar es Salaam pamoja na shirika la UN Women wameungana kwa pamoja kwa ajili ya kuwainua wanawake kiuchumi na masuala ya uongozi. Uh, sasa leo uh, tukio kubwa ambalo tumelifanya kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ni kuwapa mafunzo wanawake ambao ni wadau pamoja na wadau na wataalamu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Lengo kubwa ni kwamba tuweze wataalamu pamoja na wadau kujadili mikakati mbalimbali ambayo wataipanga au kuiweka kwa ajili ya kumwinua mwanamke kiuchumi. Kwa hiyo wamepata mafunzo hayo. Tulikuwa na wadau wa benki, wadau viongozi katika kata zetu nne za mradi, ambapo ni kata ya Ilala, Vingunguti, Gongo la Mboto pamoja na Buguruni. Kwa hiyo tulikuwa na maafisa maendeleo wa kata hizo zote, wadau mbalimbali kutoka hizo kata pamoja na benki na sisi wataalamu mbalimbali. Nia kubwa ni kukaa na kujadili, kujua changamoto ambazo zinawakumba wanawake, kuweka mikakati na ni namna ya kuwainua hawa wanawake kiuchumi. Kwa hiyo leo tumekuwa na mafunzo hayo ambayo mafunzo haya yameleta tija, tumeona changamoto nyingi ambazo zinawakumba wanawake na ni namna gani kwa pamoja halmashauri pamoja na wadau, ni namna gani watakavyotatua matatizo haya. Kwa hiyo tumeweka mikakati hiyo, na wametuahidi kwamba watakavyorudi kwenye maeneo yao watakutana na wanawake ili waweze kupata elimu hiyo, ili tuweze kuwainua wanawake kiuchumi na pia kuwahamasisha kuingia kwenye masuala ya uongozi, na tumeona shuhuda mbalimbali za wanawake kuanzia zoezi hili limeanza, tuna miaka mitatu na mradi huu. Kwa hiyo tumekuwa tunatoa elimu mbalimbali za mbali, masuala ya uongozi na wanawake wengi wameingia kwenye masuala ya uongozi pamoja na na, hivyo wapo wanawake ambao walipata nafasi za ujumbe kwenye ngazi ya serikali ya mitaa pamoja na wenye viti wa serikali za mitaa. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha na wameahidi, wameweka mikakati na malengo kwamba wataendelea pia kuwapa elimu hiyo kule waliko, ili katika chaguzi mbalimbali mbali. Sio chaguzi tu za vyama vya siasa, ni chaguzi pia hata za vikundi kwenye maeneo yale wanayoishi. Aa, kwa sababu hawa wanawake wana vikundi mbalimbali vya ujasiriamali. Kwa hiyo tunaendelea kuwahamasisha na pia wakahamasisha wenzao kwa ajili ya kuunda vikundi ambavyo vyenye tija hata zile fursa ambazo tumejifunza wakaweze kuzitumia na kuzifanyia kazi vizuri.